Lakini kuna imani potofu zosietu kadanganyana kwamba ukifunga neti ile neti itaondoa nguvu za kiume, su itafanyaje? <coughs> Hey, haipo hivyo. So, tangu tumeanza kupata zile neti nakumbuka zile za wamama wajawazito na wale watoto tunatumiaga. So, na kina baba au kina mama wanatumia peke yao bila baba. Inababa. Lakini mbona anarudia kuzaa mara pili mara tatu? Inaanza <laughs> eh, na, na sisi sote. Tushirikiane kufanya nini? Hiyo ndio, ndio slogan au kauli mbiu ya nini? Ya malaria. Uh, awali ya yote kwanza napenda kushukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuweka mpaka leo tukiwa na afya njema. Lakini natambua uwepo wa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri yetu, kaimu katibu tawala, mganga mkuu, mwenyekiti wetu wa kijiji kutokea nani, kama Samia, makofi kwake, kama ambavyo mna, kwa mujibu wa taarifa tumeandikisha kaya ishirini na tatu elfu mia tatu na kumi na moja katika wilaya nzima ya Mafia na tunategemea kupata vyandarua hamsini elfu mia tisa na thelathini na saba Kwa dukani chandarua kimoja shilingi ngapi tunanunua vyandarua, kina mama uko ngapi vilivyonunua juzi? Akachukua elfu kumi na mbili Watu wa mahesabu, zidisha mara elfu hamsini na mia tisa na thelathini na saba sawa na shilingi sasa, eh, eh. Sasa hapo Dkt. Samia kwa Mafia tu zaidi ya milioni mia sita kumi na moja kufanya nini? Amezitoa kwa ajili ya nini? Aaikato kwa nchi nzima na sisi kwa takwimu zetu ni wachache sana. Sisi hatuzaliani sana. Na ndio maana mashuleni huko idadi ya wanafunzi ni wachache, amesema mkurugenzi. Mheshimiwa Rais kaleta miradi mingi sana, vituo vya afya ametuletea zaanati najengwa za, lakini dawa zinakuja kiacha hivyo. Ametuletea mpaka watumishi wa afya katika maeneo yetu yote. Hii sisi tufanye nini? Tupate huduma zilizo bora. Sasa hivi vyandarua hivi tukavitumie, kwa kazi naofanya nini iliyokusudiwa. Kuna wengine hapa wakipata cha chandarua hiki anaweza akakitumia siku mbili tu baada ya hapo enda kufugia kuku. Ndio. Maona hapo sasa, hiyo <coughs> ni changamoto, sawa? hiyo ni nini? No, tusitumie vyandarua hivi kwenda kufugia kuku <coughs> tusitumie hivi vyandarua kwenda kuvulia nini, <coughs> samaki. Tuko kwenye mazingira ya uvuvi, sio? tukachukua hizi neti tukaenda kuvulia samaki. Niwaombe sana, au kumba huku e, nao hapo nilikuwa eh? Yeah. E, naona mitindani kumba eh, na huku hapo yeah. wanapatikana wa wapi? Yeah. Na ndio, si nyinyi kila mama ndo mnafukuaga wale ndugu eh? <laughs> zangu leo tunapeana hizi vyandarua kwa bashasha, tusikute hivi vyandarua vinatumika tofauti. Kuna watu wengine wanasema mimi siyazoea kulala na neti, tupo eh? Wow. Wangapi hawajazoea? <laughs> <laughs> <laughs> Eh? Wengine nasema mimi aka sijazoea kulala na neti yaani kilala na neti naota ndoto mbaya wako wapi? pumzi <laughs> <laughs> <laughs> zina mbana umeona <wana> mambo <laughs> eh, kuna wengine wanasema kabisa mimi sijazoea kulala na neti eh, neti mimi ya nini jamani ya niwaombeni sana hata kama wajazoea kulala na neti jilazimishe ulalie neti sawa sawae eh? Jilazimishe. Pumzi huwa haibani. Neti na vitundu ile, yes. inapitisha hewa nzuri kabisa, ikiwa hewa imechujwa vizuri, sawa ndugu zangu, yeah. E, lakini wengine anasema mimi kitanda ninacholalia neti haifanyi nini, haitoshi <coughs> haichomekeki jamani. <coughs> hakuna kitu chochomekeka neti. Hata kwenye kitanda kile cha sufu kinafanya nini? <coughs> neti hata kwenye kwenye mkeka unafanya nini? unachomeka. Umeona, unapeana ujuzi unapeana ujuzi eh. Kuna wale wengine tunaita huku pwani tunaita ulalavi, tunajua ulalavi eh? unajua eh? Ehe, unalala mguu umeutupa kule mguu huko mashariki. Tunasema mguu uko, uko Ndagoni, wa kushoto wa kulia huko Kanga, hmm? wa kushoto huko Bareni, wa kulia huko Kilindoni. Ehe, hey, kuna wale walalazi wanaitwa hasa, hmm? wale mara nyingi neti huwa wanachana. Uongo uongo kweli eh? Eh, sasa usiombe balavi, yeye mwanaume ndio utajuta eh au mtoto ndo ananing'inia kule chini kabisa kwenye neti, neti. anapenya eh? Eh, mwaona mambo hayo. Kwa hiyo niwaombeni sana kina mama, sisi ndo walezi wa watoto na ni walezi wa kina baba, sawa eh? Kwa hiyo sisi kazi yetu usiku, ukistuka unaangalia neti iko salama, yule baba ajarusha mguu kule akachomoa neti, unamrudisha mguu, unafanya nini? Mtoto huu hajaenda kuning'inia kule kwenye neti unamsogeza unafanya nini? Mzee wangu anacheka. Wanacheka. Kuna wanaume wengine mchana wanachokifanya mchana ndio usiku anarudia hicho hicho, kwenye kulala mchana. Kama kaenda kwenye mazoezi, ukapiga mpira, basi usiku anaweza akajikuta, tuko sawa anapiga shuti. Kwa hiyo ni waombe sana sana sana tukatumia kwenye matumizi, anafanya nini yaliyo yaliyo sahihi, sawa eh? Wazee mpo hapa, ni mwaka gani mlipata neti nchi nzima, au wote kila mmoja kaa na neti yake, mwaka gani eh? Manake nyinyi ndio mmekaa mmeishi duniani hapa muda mrefu, ilishakutokea haijatokea eh eh? Basi tumpige makofi Dr Samia lakini kuna imani potofu tosie, tukadanganyana kwamba ukifunga neti ile neti itaondoa nguvu za kiume. Su itafanyaje? <coughs> E, haipo hivyo. Tangu tumeanza kupata zile neti, nakumbuka zile za wamama wajawazito na wale watoto twanatumiaga, na kina baba au kina mama wanatumia peke yao bila baba lakini mbona anarudia kuzaa mara pili mara tatu <laughs> eh? Na unamuona, madaktari si wapo hapa, wanawaona. Kaja mwaka huu, mwakani kapumzika, mwaka unaofuata kaja tena eh? kwa hiyo, so kwa hiyo sio kwamba zinapunguza, hazipunguzi nguvu za kiume. Neti zinasaidia kuua nini vimbu vidogo vidogo hivi. sawa eh? lakini pia mimi nimefurahi kupata taarifa ya hapa Nongo amesema lakini, mara ya ma, mwisho hapa nilisema hapa palikuwa na changamoto nakumbuka, eh? lakini sasa hivi huduma za hapa zinakwenda vizuri, tujipigie makofi na tuwapigie makofi. Muendelee hivyo hivyo, muhudumie vizuri, watu muwe na kauli nzuri. Taarifa za hapa sina shaka nazo, ninazo, ziko vizuri, wananyenyekea. Ehe, wana <laughs> eh, hey, yuko wapi mchaji wa hapa? aje hapa Inchaji wa hapa, maona mambo haya, hiki kituo cha hapa tangu umefika, mambo hapa anakwenda, mko kama timu, wagonjwa mnalugha nao mzuri, mwendelee hivyo hivyo, tumpige makofi. Nongwa ni msema ukweli, angekuwa katitiwa vibaya au kahudumiwa vibaya hapa angesema Eh, kabisa, angesema mkuu hapa, mimi nimefanywa hivi na hivi na hivi, lakini nong amezungumza, kimi na taarifa hapa wako vizuri, na wale wengine wote ambao wako hapa. Tufunge mikono atuone. <coughs> kuna odi ya wazazi, tuendelee kuzaa hapa, tutajifungua vizuri kabisa, hakuna changamoto. Sawa sasa eh? Ndugu zangu mimi, niko tayari kugawa hizi neti. Baada ya kufikia hatua hii, niko tayari kufanya nini? Ya, ya, ya. Kila mmoja achukue neti yeye mwenyewe. Hakuna kuchukuliana. Naeleweka? Nani kaja kumchukulia mwenzake?